Uh, leo ni siku njema ambayo nimebarikiwa sana kuweza kuwepo katika eneo hili la Mbezi Luis katika semina za mziki ambazo ni semina za conference. Uh, katika semina hizi waimbaji wameweza kujifunza vitu vingi sana, wameweza kujifunza kuimba kwa akili na kuimba kwa roho. Sasa unaimbaje kwa akili, unaimbaje kwa roho? Haya yote yalifanyika hapa, watu waliweza kufundishwa jinsi ya kuweza ku toa sauti, a, katika njia ya utaalam, jinsi ya kuvuta hewa, jinsi ya kuweza kusoma mziki katika ule utaalam wa nota. Na mziki uliokuwa unaimba hapo ulikuwa ni mziki wa nota kwa kweli, lakini pia kulikuwa hapo, kuna semina za falsafa ya muziki wa Kiadventista, kwa sababu kujua mziki ni jambo moja, lakini kujua unatakiwa huo mziki uimbaje katika muktadha wa kanisa letu la Adventist wa Sabato ni jambo jingine. Kwa hiyo tulikuwepo na falsafa hiyo, na mmoja kati ya watu waliofanya falsafa hiyo, tulikuwepo na mkurugenzi wetu pasa Mgwenya, lakini pia akisaidiana na mimi Mike, uh, Philip Ndimbo ambaye nilikuwepo kati ya watu ambao waliwezesha katika swala la falsafa, lakini uh, pia mimi ni mdau wa muziki uh, ni mwanamuziki lakini pia ni mwandishi wa muziki na kama unavyoweza kuona hapa, nina kitabu ambacho nimekiandika kinaitwa Juu zaidi ya Mbingu, Chini zaidi ya Kuzimu. Kitabu hiki kinaelezea historia ya muziki katika muktadha wa muziki ulivyoanza kabisa, ambao ni uumbaji na safari ya muziki na mabadiliko makubwa ya muziki yalivyoendelea hapa duniani mpaka tulipofikia hapa na katika kitabu hiki pia ni moja ya vitu ambavyo nimeweza kushare hata leo hii, pamoja na wana wa, na, wa na semina, ni kwamba mziki sio kitu cha kuchukulia urahisi tu. Mziki ni kitu ambacho kinaweza kukupandisha juu uh, zaidi ya mbingu na kushusha chini katika vimo zaidi ya kuzimu. Kwa hiyo, kwa kusikiliza mziki mzuri utaweza kuwa na faida za kiafya afya ya mwili, afya ya roho, lakini pia na afya ya akili. Lakini kwa kusikiliza mziki mbaya, pia utaweza kuwa na afya mbaya ya mwili, akili na roho. Kwa hiyo, nipende kukutia shime. Kwa wale ambao wangependa kupata nakala ya kitabu hiki, wanaweza kanipata katika namba ya WhatsApp ambayo ni 0767888884. Kwa hiyo ninaamini kwamba wale wote ambao wamekuja kusikiliza neno hili uh, semina hizi leo hii ambao wamemwimbia Mungu, lakini yale ambayo yametoka kwa mkufunzi yatakuwapo, ni sehemu, yatakuwa ni shime katika uh, kubadilisha aina ya uimbaji ndani ya kanisa letu, tuweze kuwa na uimbaji ambao ni wenye akili, lakini pia ni uimbaji wa kiroho. Na nategemea kwa semina hizi Mungu ameweza kuonekana ndani ya mioyo yetu. Tumeweza kujifunza uimbaji mzuri na, na sasa tutakuwa mabalozi wazuri wa, wa kuweza kutengeneza mziki ambao unamsifu Mungu na kumwinua Mungu. Lakini tutakapomuinua Mungu na sisi pia tutaweza kuinuliwa katika viwango vya juu kabisa. Na Mungu aweze kuwabariki katika uh, maisha haya mnayoendelea nayo ya mziki huu mzuri, mziki ambao unamsifu Mungu, mziki wenye Sifa zote kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu awabariki sana.